Kuanzisha na kuendeleza jukwaa hili ni kuunga mkono juhudi za serikali na za kwake yeye mwenyewe Dr. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa wanawake kiuchumi na kuongeza ushiriki wao katika sekta mbalimbali mbali, na kuhamasisha maendeleo miongoni mwetu. Nitakumbuka ndugu washiriki kuwa Tanzania tumefanikiwa kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili mbali, wanawake katika jamii zetu. Pia tumepiga hatua kubwa kuhakikisha kuwa mwanamke anakuwa ni sehemu ya maendeleo katika jamii yetu. Baadhi ya hatua ambazo serikali imechukua ni pamoja na fursa za kielimu ambako maboresho ya sera ya elimu ya mwaka elfu mbili kumi na sita pamoja na sera ya elimu ya mwaka elfu mbili na sera za elimu pamoja na sheria mbalimbali zimetoa fursa kwa mtoto wa kike kupata elimu sawa na mtoto wa kiume na hivyo kuongeza idadi ya wasomi na wataalamu wanawake katika nchi yetu. Serikali imeweka vile vile mazingira wezeshi kiuchumi na hivyo kufanya fursa za kibiashara na uwekezaji hasa kifedha na hasa mikopo kutolewa sawa kwa jinsia zote.